Jioni ya Aprili 15, 2025 ndani ya kuta za Ikulu ya Kosiam zilikuwa zikiendelea harakati za kila siku chini ya mifumo mbalimbali ya ulinzi. Lakini nje ya kuta za Ikulu kulikuwa kunapikwa mpango wa kuvuruga utulivu wa taifa, mpango uliolenga kumwondoa Ibrahim Traore madarakani, njama ambayo ilishtukiwa dakika za mwisho kabisa. Huu si uvumi, hii ni taarifa rasmi ya serikali yenye udhibitisho wa kina. Na sasa Tunakupa simulizi kamili ya tukio hili na mpango ulivyokuwa hatua kwa hatua kwa kutumia ushahidi. Mnamo Aprili kumi na sita elfu mbili na ishirini na tano siku moja baada ya tukio, waziri wa usalama wa Burkina Faso, Mahamadu Sana, alitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuwa shirika la ujasusi wa kijeshi liligundua njama ya mapinduzi dhidi ya Rais Ibrahim Traore. Mpango huu ulijumuisha wanajeshi waliopo kazini, waliostaafu na baadhi walioko nje ya nchi. Taarifa hiyo ilieleza kuwa mpango huo ulikuwa wa kuleta machafuko kamili, lengo likiwa ni kuivamia ikulu ya rais kwa siri na kumwondoa madarakani, pamoja na kutoa uongozi wa juu wa kijeshi. Serikali iliwataja baadhi ya wahusika wakuu waliokamatwa, ambapo kati ya waliotajwa walikuwa wakuu wa usalama wa ndani wa maeneo ya ikulu, jambo ambalo lilifanya mpango huu uwe ni wa siri na hatari zaidi. Mchongo mzima ulikuwa hivi. Njama hiyo haikuhusisha mapigano ya wazi ya mitaani, bali kuingia ikulu na kumwondosha Traore. Kwa jicho la kawaida, hii ilikuwa ngumu, sababu ikulu siyo sehemu ambayo anaweza kwenda mtu yoyote. Pia mgeni anayefika ikulu lazima awe na sababu ya msingi, na pia ikulu ni eneo lenye ulinzi mkali. Mara nyingi, lango lililokuwa linatumika sana lilikuwa ni lango kuu la ikulu, na hili kwa kawaida lilikuwa lina ulinzi mkali, lina kamera za uchunguzi wa hali ya juu, na pia lilikuwa na pia lilikuwa kali. Na hata kama waasi wangefanikiwa kufikia lango hili, basi askari wa ulinzi wangepiga vingora na rais angehamishwa kwa kupitia milango ya siri ya dharura, kwa hiyo mission ingeharibika mapema. Sasa hapo ndipo likazaliwa wazo la silent entry, yani kuingia kimya kimya, tena kwa kutumia milango ya nyuma ambayo inatumiwa na askari wa kawaida wanaoingia kazini. Lango la nyuma lilikuwa lijawekwa ulinzi mkali kwa sababu kwanza, wageni hawalitumii na pili, sio lango rasmi na pia lango hilo lilikuwa lina kamera za uchunguzi za hali ya juu. Sasa sio kwamba lilikuwa linaingilika na mtu yoyote, ila ni lango ambalo lilikuwa na ulinzi dhaifu kuliko lango kuu. Kwa hiyo wakaona watumie fursa ya udhaifu huo. Japokuwa lango hilo halikuwa na ulinzi mkali lakini pia halikupaswa kufunguliwa na mtu yoyote. Utaratibu ni kuwa lango hilo lilikuwa linafunguliwa na mtu wa usalama tena, ambaye anaelewa ratiba ya ndani ya rais, anayefahamu taarifa ya mifumo ya usalama na mtu ambaye anaelewa ratiba zote na ramani ya Ikulu. Sasa hili jambo likawa ni tatizo kwa waasi, na hapo ndipo wakatafuta maafisa wa ndani, yaani waliwashawishi baadhi ya walinzi wa usalama. Shambulizi lilitarajiwa liwe la siri, kwa hiyo waasi walipaswa kupitia lango hilo la nyuma kisirisiri, tena wakiwa wamevalia sare rasmi ambazo ni sare maalum za walinzi wa rais, ili kuingia kama walinzi wa kawaida na kufanya shambulizi. Mbali na hiyo palihitajika na mawasiliano. Maana kuratibu jambo hili ili liende kwa wakati na kwa ufanisi, ni lazima kuwepo na mawasiliano ya siri. Na hapo ndipo alihitaji mtu mwenye uzoefu na mtu ambaye amewahi kuwa kwenye system, wakampata Meja Johan Kompaore ambaye alikuwa ni afisa wa zamani wa jeshi la Burkina Faso. Huyu akawa na ratibu mawasiliano. Kipengele kingine kikawa kuwa mara baada ya mlinzi kufungua lango, lazima mlinzi wa gitini angetakiwa kubaki langoni ili isigundulike kama kuna mchongo wowote. Kwa hiyo kwa namna yoyote walihitaji mtu ambaye alishawahi kufanya kazi eneo la ikulu ili baada ya mlango kufunguliwa awaelekeze waasi. Basi kipengele hiki akatafutwa msaliti mwingine, na hapa ndipo linapokuja jina la Luten Abdaramane Bari. Huyu alikuwa ni afisa wa usalama aliyekuwa na ufikiaji wa maeneo ya kiutawala ya Ikulu, na kwa hivyo angeweza kusaidia upenyezaji wa wapiganaji wa mapinduzi kwa kupitia lango la nyuma. Hawa jamaa walifikiria mbali. Nimeshakwambia mpango huu ulikuwa ni siri, kwa hiyo ilipangwa hata kama misheni itafeli basi iendelee kuwa siri siri, yaani hata usalama wa ndani wa rais usije ukafahamu. Tumeshafahamu kuwa lango la nyuma halina kamera kali za usalama, lakini kuna kamera za kawaida za usalama, na tena kamera hizo zilikuwa zinafanya kazi na pia ziliunganishwa na mfumo wa ufuatiliaji wa ndani wa Ikulu. Kwa hiyo kama zingezimwa basi walinzi wangeshtuka mapema na wangepata mashaka na kutambua kuwa kuna kitendo kinaendelea. Hivyo njama hizo walipanga kuwa wafanye kamera zikiwa on. Hapo kweli pagumu, sababu ukiangalia kwa haraka ni kama kamera zitakuwa kikwazo kwao, na si unajua, kamera ni jicho la mlinzi. Ila sasa huu mpango ulipikwa ukapikika aliyekuwa kamanda wa jeshi la mahakama military justice battalion aliyekuwa anafahamika kama Frederick Oedraogo ambaye alihusishwa na idara ya usalama wa rais, alishawishiwa na akakabidhiwa section hii ili kudili na kufuta na kuharibu matukio yote yanayorekodiwa na kamera. Kipindi akiwa kwenye nafasi yake ya idara ya usalama alikuwa na ufahamu na hivyo akapata uzoefu mkubwa wa mifumo ya usalama ya ndani ya Ikulu, na alikula njama na waasi ili kufuta ushahidi wa kamera za usalama. Hii ilikuwa kwa ajili ya kuizuia serikali kuunganisha matukio yote yanayoendelea. Kwa hiyo, kwa kufuta rekodi za CCTV kamera, ilikuwa njia ya kufuta nyendo zote kabla na wakati wa mapinduzi kufanyika, au iwapo mpango ungefeli, basi kusiwepo na ushahidi wowote ili kuwalinda wasaliti waliokuwa ikulu. Hii ilikuwa ni mission of the highest secrecy. Plani zikawekwa mezani, mishale ya saa ikaendelea kuzunguka, ikasubiriwa muda ufike, muda wa kumwondoa Traoré. Waliopanga mapinduzi wakakaa tayari kusubiri signal, na kwenye huu mpango kulikuwa na wanajeshi wa Burkina Faso. Mbaya zaidi mpaka pale waliokuwa karibu sana na rais walikuwepo pia. Walikuwepo wanajeshi waliostaafu na wanajeshi waliokuwa mafichoni unajua kwa nini baadhi ya wanajeshi walikuwa mafichoni tutoke elfu mbili na ishirini na tano turudi elfu mbili na ishirini na mbili baada ya ibrahim traore kuchukua uongozi kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi septemba elfu mbili na ishirini na mbili serikali yake ikaanza kusafisha jeshi dhidi ya maafisa waliotumiwa kuwa waaminifu kwa ufaransa yaani maafisa wote ambao walikuwa chawa wa ufaransa baada ya kuanza safisha safisha hiyo chawa wote wa wafaransa wakakimbilia nchi za jirani kama benin Togo na Cote d'Ivoire ambapo waliishi mafichoni. Turudi 2025 kwenye tukio letu. Sekunde zikaanza kupita, lakini dakika za mwisho ishara za ajabu zikaanza kuonekana. Kwanza kabisa, baadhi ya walinzi wakaanza kuulizia kuhusu ratiba ya rais, na pia wakaanza kufika maeneo ambayo hayaruhusiwi. Kikawaida, ulinzi wa Ikulu una levo zake. Kuna walinzi wanaoishia nje na kuna walinzi wanaokuwa ndani kabisa na pia sio wote wanaotakiwa kujua ratiba za rais. Sasa wale wa level za nje wakaanza kutaka kujua sana ratiba za rais. Kitengo cha ujasusi wa mawasiliano, signal intelligence, kilishtukia kuongezeka kwa mawasiliano kati ya wanajeshi wa ndani na wale walioko mafichoni Cote Divoire. Hili likaongeza wasiwasi. Wakati intelijensia inafuatilia nyendo hizo, wakapata ripoti ya ndani, yaani tip off, ambapo afisa mmoja wa jeshi ambaye alihusishwa na mpango huo aliamua kutoa taarifa kwa idara ya ujasusi wa kijeshi. Afisa huyo alisema kuwa hakutaka damu imwagike na papo hapo Frederiki Oedraogo aliyekuwa afisa wa jeshi wa zamani alikamatwa akijaribu kufuta ushahidi wa CCTV kamera, hatua ambayo iliwapa serikali sababu ya kuingilia kati mara moja. Mission of the highest secrets ikafeli dakika za mwisho kabisa. Katika siku chache idara ya ujasusi ilianza operation ya kukamata watuhumiwa. Wengine walikamatwa nyumbani mwao, wengine kwenye viwanja vya ndege na wachache walikamatwa Cote d'Ivoire walikokuwa wamejificha. Wote walikuwa wakisubiri muda ufaao wa kutekeleza shambulizi. Taarifa rasmi zinasema kuwa baadhi ya mawasiliano yalifutwa kwa haraka, lakini idara ya usalama ilifanikiwa kuyapata kupitia uchunguzi wa kidijitali. Siku chache baada ya taarifa hiyo kutolewa, wananchi wa Burkina Faso walimiminika barabarani kwa maandamano makubwa ya kumuunga mkono Rais Traore. Maandamano haya yalifanyika Aprili 22 na baadaye tena Aprili 30. Hii ilionyesha kuwa sehemu kubwa ya raia walikuwa na imani na Traore. Mpango huo wa mapinduzi haukufanikiwa kwa sasa. Ulinzi wa Ikulu umeimarishwa kwa, wafanyakazi wote wa usalama wamefanywa tathmini upya na mfumo wa ujasusi umepewa kipaumbele zaidi. Ibrahimu Traore amekwepa mapinduzi ya ndani kwa mara nyingine, na sasa macho yote yameelekezwa kwenye usalama wa ndani ya mfumo wake wa kijeshi. Mungu aibariki Afrika. Hii ni Karagosi the HD. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Uwe na wakati mwema.